Mamo, kuna wababa kwenye miti wana misimamo haibadiliki. Kuna vijana nao kwenye mji yao, nyumbani mwao, wana misimamo hawabadilishi wala hawabadiliki. Lakini toba ya kweli, kazi yake nyingine, inabadilisha mawazo, mitazamo, misimamo ya mtu. Hatutaki kuwa na misimamo usiobadilika unapokwenda mbele za Mungu. Kwenye, kisema, kwa toba ya kweli Mungu anakusaidia kukubadilishia msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine akisema hiki lazima kwa hivi hivi haubadilishi. Simulisha wewe kuona watu wenye wa msimamo, jamani. Eh eh, Simna hapa watu wenye wa msimamo eh? Wengine ni waongezee tu, tunao wana msimamo mkali kweli, haubadilishwa. Isha sema amesema. Lakini hata watoto nyumbani, wengine ni watoto hamna mshangao kama wana msimamo

mtoto mdogo awe na msimamo? Hiyo ni roho, hiyo ni nini? No. Yeah? No. Hiyo ni roho. Mtoto mdogo atakwaje na msimamo, mpaka akakuendesha na wewe mama au baba ukakubali, anakupangia mimi mtoto wangu huwa huwa mimi mtoto wangu huwa aa mistmishana, mtoto anamchagulia nguo anazitupa zote, sababu zimetalaka

Kama ni kijana atakuwa na msimamo mpaka kwa mke wake. Kama ni wakike naye msimamo wake itamsimamia mke wake mpaka atakubali, ata, ata. Kwa hiyo tunapokuwa mbele za Mungu, kama ni kwa watoto, badilisha huo msimamo, hiyo mitazamo yake uifinyange mapema. Na wewe kama ni mtu mzima, muombe Mungu, toba yako iweze kukubadilishia. Wanaweza kusaidia Toba ya kweli ndio inaleta msamaha. Hebu nisomee Yohana wa kwanza moja tisa. Toba ya kweli inaleta msamaha, nimalize malize tu kidogo na muda mizuri. Toba ya kweli inaleta msamaha. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa tisa, anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na haki, hata ataondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote hmm. Tukizi... Toba ya kweli naleta msamaha. Unapokwenda mbele za Mungu, ukimwomba toba ya kweli, Mungu ni mwema, anatusamehe. Mungu wakati mwingine tunajihukumu tu sisi wenyewe mtu anaanza kuwaza ndani ya moyo wake hivi mimi haya kweli niliyoyafanya hivi Mungu anaweza kanisamehe lakini amesema yeye ni mwaminifu mwaminifu mwaminifu sana huwa anakusamehe hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kusamehe kila unachokifanya Mungu anasamehe ili mradi tu ende mkwavi mradi tu utambue hali ya dhambi iliyomo ndani ya moyo wako, na uende mbele za Mungu kwa kudhamiria. Ma, maana tunaposema toba au maombi pia, na mwingine ajua hata kitu cha kuomba. Ndio maana mimi napenda kipindi cha maombi, tafuta nafasi yako nzuri, ukae kwa utulivu na usiwe na kelele kelele. Kuna jambo moja, ngoja nimekuja moyo kama atakuwa nimewapata basi, utanisamehe. Huwa napenda kipindi cha maombi, kila mtu aconcentrate na maombi. Mambo ya kupiga ngoma pale, anaomba saa ngapi? Hao wanaowauni wako na kutumikia, wanaomba saa ngapi? Kwani nyinyi mmekuja kutupigia ngoma sisi tuombe? Hebu jiulize, wakati wa ma na siku nyingi lakini diomgaje kwa sababu, kipindi cha maombi kila mtu na Mungu, unaye mahitaji yako, na ndiyo maana maombi ni faraja. Na wewe toka hapo utafute nafasi uliye na Mungu wako. Sasa kipindi cha maombi chote kimeisha, wewe unapiga ngoma hapo? Takuja kupiga ngoma sana, tupigie ngoma wakati ambao sio wa maombi. Kwa hiyo utafuta nafasi yako na maombi ambayo nasema maombi ni faragha. Hivi unaweza wakati mwingine ndio, na maombi ambayo unaweza ukaomba sana kwa sauti, lakini hebu niwaulize swali, ndio unapofika wakati wa unapiga kelele, nani aniambie? Oh, Baba nakuomba nisamee, jana niliiba, jana nilitukana, oh, unajua jana nilisengenya, atuambie nini? unauliza Apo maombi kwa tunaomba, lakini pia kuna nafasi ambayo pembezoni kapuguchika wewe na nani na Mungu wako, kwa yale iyo nayo inaomba to watu wote tumetenda dhambi na wa nani. Ndiyo maana kila siku tunamhitaji nani Mungu, na wala hauna maalum maalumu pale hapa nilikosea pale. Mimi kuna kipindi kipindikaaa, naongea naongea naongea naongea. Unajua sisi wamama ni waongeaji sana, patahala tunaongea maneno elfu mbili sikuamdagani lakini wanaume wenyewe ah, wao sisi wamama naningiwa tunamkosea mhuru sana tunakakwaja. Sasa wakati mwingine Ufanya nini? waze toba <tum> nai ama a kanisani ndio uombe nini? popote wapendwa hey, ukiwa barabarani wewe omba toba. Ukisikia ukiwa jikoni bamo napata kitungua, kuna mtu akukusemesha, omba toba. Mpaka mtumishi mmoja akasema hata ukiwa chooni wewe omba toba. Wafanya kazi, wafanya kazi, mimi nimejifunza sana wafanya kazi. anasema mimi niko ofisini, naweza aje kuomba? Unaweza kuomba wanupapa wa Mungu uko wapi? Si uko moyoni? Hey, najaribu tu kuwakumbusha kwamba usije ukatoa sababu kwamba mimi sina nafasi ya kuomba. Nafasi ipo, hata kutafakari maombi. Haleluya.